Video hii inahusu jinsi ya kuweka dola kwenye Deriv Forex Broker kwa kutumia Skrill Wallet. Kama hauna Skrill Wallet, angalia video zilizokuja kupita kisha fanya registration. Okay, mimi nita login kwenye akaunti yangu ya Deriv kama unavyoona hapo. Hii ni akaunti yangu ya Deriv na Deriv wa ana akaunti kama tano hivi, kama hizo unaziona kuna standard uh, kuna financial, kuna swap kwa hiyo nitakuja kuiswitch account yangu hapo juu walipoandika trade hubs. Kumbuka hii ni demo, kwa hiyo nitaiswitch kwenda kwenye lile demo, huwa hatu deposit. Kwa hiyo lile account ndio account ambayo watu na deposit, kwa hiyo nitaswitch kwenda kwenye lile account. Kwa hiyo hii sasa ni lile account, kama unavyoona hapo balance ni 0.00 USD uh, account zenyewe ni hizi, kuna standard financial zero speed kwa utafungua akaunti ambayo wewe kwako utaona ni nzuri na inafaa. Unaweza ukafungua labda standardi au ukafungua zero spredi, utakuja kubonyeza hapo alipoandika keshia hapo juu. Kwa hiyo ukibonyeza hapo alipoandika kishia uh, ndipo sehemu ambapo itakuonyesha njia za kuweza kudipositi. Okay, kama unavyoona hapo unaweza kwa deposit kupitia cryptocurrency na unaweza kwa deposit kupitia benki pamoja na uh, electronic wallet kama screen. Screen ni electronic wallet. Okay, kwa okay, ukiangalia kuna njia uh, of course ipo njia nyingi unaweza kutumia hii hapa uh, deposit via payment agent. Okay. Hapa sisi tutachagua hii ya kwanza kupitia e-wallet. Okay. Kwa hiyo ukishafungua ile uh, partition ya kwanza itakuleta sehemu kama hii hapa, pia utaona zipo njia uh, nyingi kama unavyoziona hizo, kuna Solana, kuna BitPay, kuna Cardano, kuna XRP. Okay. Utasu kuna credit au debit card kwa hiyo uta scroll kwenda chini kuangalia uh, skrill ipo wapi? Kumbuka tunaenda kudeposit kwa kutumia skrill wallet, kwa hiyo uta scroll. Kwa hiyo kama unavyoona hapo, skrill tunaiona hapo, lakini pia hakikisha umeweka uh, dola zako kwenye skrill wallet. Kama hauwezi jinsi ya kuweka dola, hakikisha unafuatia media hii, nitakufundisha namna gani kuweza kudeposit uh, kwenye skrill wallet wako kwa hapa nimechagua Skrill, okay. Kwa hiyo kwenye the live utachagua Skrill ukichagua okay, Skrill hapa utaandika kiwango ambacho unataka kwenda ku deposit okay. minimum ndo 10. Kwa mimi nitaweka dola ishirini na moja nataka deposit kwenye the live forex broker kutumia Skrill wallet kisha nitabonyeza next. Uh, kumbuka hapo wewe umeinstall kwenye simu yako Ukibongeza tu next itataka uwezi kuweka uh, email ya kwenye srwit yako. Unaweza kapt kuke. Kwa mimi nitakwenda kuweka uh, email ya kwenye swit yangu ili niweze kuilinki na deli kwao, nina inswi pamoja na deie. kwahiyo nitaweka ukiweka email sahihi pamoja na password itafunguka kama hivi. kama unavyoona, hii ni screen hapo, uh, ni mwanzo mwanzo imefunguka hivyo. Wenyewe wanakuambia recommended, uh, pay kupitia Visa, lakini as a way to pay hapo chini, kwa sisi tutaenda kupay kwa kutumia uh, Skrill. Tunataka tutumie Skrill, tunataka tutumie Visa wala Mastercard, kwa hiyo tutatumia Skrill kwa hapo chini maandika as a way to pay Uh, pay with your Skrill wallet kwa hiyo utabonyeza hapo ulipoandika pay with your pay with your Skrill wallet. Kwa hiyo ukibonyeza hapo, kama ningalikuwa uh, nina hera kwenye Skrill wallet yangu uh, ningemalizia hii process. Kama unavyoona hapo, you don't have enough money in your, uh, in your balance. Kwa ukiangalia hapo una 00 balance ni 00. kwa hiyo Uh, kama ningalikuwa nina dola ningeweza kudeposit. Karibu JTDFX. Usataka so, kulike na subscribe. Thank you.